Ke? Helena, ni wewe au? Jamani, umependeza jamani. Beti, ni mimi Mwaya hmm. Za miaka, yani kwanza tumemaliza chuo atujaonana jamani. Watu sio umejichimbia yapi? We mwenyewe umependeza, yaani umekuwa hmm. We, usinitanie mwenzangu, nipendeze wapi? Yaani shida, wewe ndio umependeza, nimependeza wapi mimi eh? Yaani sibudi, kwanza nje nikapo karibu yako nikuadisi, nina majanga rafiki yangu eh. Emu, niambie kwanza za maisha shoga yangu, maana sio kwakogulo huko yeye. Unaonekana wewe upo sehemu nzuri kabisa, yaani hmm. Yani nakwambia beti, na wewe ujiacha tu mambo yako, una vituko wewe hapo. La sio mazuri, sasa hivi nimeajiriwa hapo na nimejishikisha shikisha tu, maana kazi zenyewe jamani hata zieleweki, tupo tumejishikisha mwenzangu Mambo gani? Si nimekwambia ya kuambia, yani bora yako wewe. Yani mimi tokea nimemaliza chuo sijawa bahatika kupata hiyo kazi ya kujishikisha, yani hata kazi ya kujitolea tu sijawahi kupata. Na maisha magumu, maisha amenipiga eh. Na hivi tena hapa nilipo nisingomaza watoto wawili, sasa hivi naangaika kwa masokoni nakuambia, nateseka shoga yangu. We pole mwaya. Kumbe na una watoto hmm? na kumbe ule boyfriend wako yule wa chuo ndo baba watoto wako nini? Usiniambie, maana mnapendana mkiwa chuo. Ni jamani kama kumbi, kumbi. Yaani rafiki yangu ukinikumbusha ni kichwa kinaniuma, ni mtu nipasua kichwa. Uwezi amini tulivyomaliza tu chuo tukaanza kuishi pamoja. He? Nakwambia, tukaanza mambo ya biashara mwenzangu akapata kazi akajishikisha mimi mambo ya biashara naangaika kuna huku. He? Yule mwanaume baada ya kunizalisha mtoto wa kwanza, mambo yakawa tu mazuri nini, yaani hamna hata shida. We kimbebe, alivokuja kupata mimba ya mtoto wangu huyo wa pili, mwanaume kanibadilikia kama sio yeye. Yaani kiufupi sitaka, eh, sitaka hata kukumbuka. Rafiki yangu yaani kwa ufupi, aliniacha Enapo, unapo niona sina nyuma wala mbele, naangaika kwa masokoni kama chizi. We, usiniambie pole mwaya, ila Mungu ni mwema kutukutanisha leo. Yani pole, yani wanaume hawa hmm. Ah, subiri maana pale ofisini kwetu tu kuna nafasi ya kazi, nilisikia kama yani ipo ipo hivi, lakini yani sitaki nikupe uhakika sana za kuangalizia, mambo yakiwa sawa, nitakutafuta rafiki yangu na ambako sile ile, usijali, nitakutafuta jamani. Ndo maana nasema Mungu ni mwema yani nishaanza kuona mwanga kwenye maisha yangu. Mungu, tabariki hiyo kazi niipate. Rafiki yangu tashukuruje, maana nilivyo na mashida haya. hmm. mwana nasubiria simu yako kwa hamu. Ngoja mimi ni wao vifaranga wangu mwandani. Saa Mwaya, ngoja nikakupambanie pambanie, tutaonana, tutazidi kuwasiliana rafiki yangu. Mwaya, nimeona cha nipitie hapa na kitu nataka nikwambie, habari njema kabisa, rafiki yangu, maana nimetoka kazini, hata sijaenda nyumbani, nikaona chati nipitie hapa rafiki yangu, kazi imepatikana. Jamani, rafiki yangu si nikushukuruje? Wewe unajua hata siamini kweli, au nanitania? Jamani kweli mwaya, wata sikutanii, ila rafiki yangu naomba usiniangushe, maana nimetoka kukusifia huko kwa bosi. Yani naomba usiniangushe kabisa. Yani ukifika pale kuwa mchapa kazi, fanya kazi, yani kile nilichokisema kionekane si tena nikaonekane mimi muongo, muongo. We mimi tena kwa msoto ndo pitia. Hey, rafiki yangu mwona, utafurahi siwezi kuangusha yani eh. Hey, Mungu jamani, sio nitakulipa nini rafiki yangu, ila Mungu ni mwema atakulipa mara mbili yani hmm. Uliko nitoa rafiki yangu yani, tusijaanza kazi yenyewe lakini na jisi tayari shaingia kazini yani hmm. Ndo hivyo Mwaya, Jumatatu kuanza kazi na usichelewe yaani. Yeah, naomba uwai. We suala la kuwai tena, nitakuja saa kumi na moja na nusu asubuhi yaani yeah. Tasielewi ila nakuhakikishia undoa shaka, sintokuangusha rafiki yangu.